Na karibu sana mtazamaji kwenye awamu ya pili ya Darubini, na sasa hebu turejelee taarifa yetu kuu ambapo Rais William Ruto amepuuzilia mbali wakosoaji wa serikali akisema atafanya kazi na viongozi ambao wana maono sawa huku akiwasuta wale aliosema wanaendeleza siasa za kikabila. Kiongozi wa taifa alisema hayo wakati wa hafla ya kukabidhi rasmi nyumba elfu moja na themanini za gharama nafuu katika eneo la Mukuru ambapo aliahidi kuhakikisha uondoaji wa mitaa ya mabanda kupitia miradi ya nyumba za gharama nafuu kote nchini. Rais William Ruto leo aliongoza hafla ya kukabidhi rasmi nyumba 1080 za gharama nafuu kwa walionufaika na mradi huo katika eneo la Mukuru. This project before us here is the single largest housing intervention in Kenya's history. Leo it is a reality that we live when we said that we are going to lift ordinary citizens people Of the pyramid. Mradi huo wa Mukuru ambao umejengwa kwenye ardhi ya ekari 56, unajumuisha nyumba elfu kumi na tatu mia mbili hamsini. Wengi walitukejeli wakasema haiwezekani. Wengine wakasema eti ni uongo. Leo, kwa mapenzi ya Mungu, manyumba ni haya. Wenyeji ni wale, wananchi wa kutoka pale chini, kutoka Mukuru. Mahali hakuna choo na maji na stima na barabara, leo wako hapa katika manyumba haya. Ni katika hafla hiyo ambapo kiongozi wa taifa aliwasuta wakosoaji wa serikali akisisitiza kwamba utawala wake utaendelea kushirikiana na viongozi walio na maono sawa na serikali ya kuleta maendeleo nchini. And I will work with courageous leaders, people who believe in Kenya. People who believe in the transformation of Kenya. Not mere politicians who believe in convenience, who believe in nothing, who believe in retrogressive politics. Rais Ruto aliwatetea washirika wake katika serikali jumuishi huku akimsifia aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga kwa kuunga mkono mfumo jumuishi wa uongozi. We don't share a vision with the tribalists. We don't share a vision with the haters. We don't share a vision who uh, with people who believe in the disunity of our nation. Sisi hatuendi kwa barabara tena tuko kwa Rais William Samoei Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga. ODM na UDA inafanya kazi pamoja. Kama mtu wa broad base, rais kumi bila break. Akiongea katika mtaa wa Mukuru Ruto alipongeza ufanisi uliowafikiwa chini ya ajenda ya mageuzi ya kiuchumi almarufu beta, akikiri kwamba yalihitaji maamuzi magumu. Wakati tulisema bottom up, wengine walikuwa wanafikiri ni hekaya. Mradi huo unajumuisha ujenzi wa takriban nyumba 13250 unaojumuisha vyumba 26 vinaifu almarufu bed sitters, majengo 24 ya chumba kimoja cha malazi ambayo yamekamilika kwa asilimia sabini, pamoja na majengo 48 ya vyumba viwili vya malazi ambavyo vimekamilika kwa asilimia 55 an estimated additional 2 shillings and 50 and 50 cents is generated through supporting businesses meaning nearly 28 billion has already been infused into the economy through this single project initiative ujenzi wa nyumba zote za mradi wa nyumba za gharama nafuu unatarajiwa kukamilika mwezi Machi mwakani. Rais William Ruto ameshikilia miezi nane zijazo, wakazi wengine elfu tano wataweza kupokea nyumba eneo hili. Abdi Aziz Ashim, Darubini.